Simulizi ya jana ya mauaji ya muuguzi mstaafu wa hospitali ya rufaa KCMC tulisoma namna mganga wa jadi Omari Mahamudu Rang'ambo alivyomnywesha dawa zisizojulikana muuguzi huyo na kumfanya awe dhaifu, lakini mbali na kuwa dhaifu, Patricia ambaye baadaye aliuawa na mganga huyo na kumzika kisha kumwadaa mtoto wake uende Mrema kuwa amechukuliwa na mizimu aliendelea kutapika mfululizo. Leo tunaendelea na simulizi ya ushahidi wa Wende aliotoa mbele ya jaji Safina Simfukwe wa Mahakama Kuu Kanda ya Moshi ambao pamoja na ushahidi mwingine ulimtia hatiani Omari na akahukumiwa adhabu ya kifo. Mauaji hayo yalitikisa mji wa Moshi na vitongoji vyake hasa ikizingatiwa kuwa awali, miongoni mwa waliokuwa wanashikiliwa kwa mahojiano ni pamoja na mtoto wa marehemu Wende Riki Mrema, ambaye alionekana baadaye hakuhusika. Ni mauaji yaliyotokea tarehe na mwezi usiofahamika mwaka 2021 katika eneo la Rau Mrukuti, nje kidogo ya mji wa Moshi. Awali ilidhaniwa kuwa marehemu yuko India kwa matibabu, lakini baadaye iligundulika kuwa aliuawa na kuzikwa pembeni ya nyumba yake. Mwili wake ulifukuliwa Januari 9 mwaka 2022, ikiwa ni baada ya mwaka mmoja kupita. Ndani ya shimo alipozikwa kulikutwa na jambia, yani sodi lililotumika katika shuka lililotumika kufunika mwili wake na brazia ikiwa kifuani mwa marehemu. Uende aliyekuwa shahidi wa sita wa jamhuri katika ushahidi wake, alieleza namna mama yake aliyoendelea kutapika baada ya kupewa dawa kwa nguvu na mganga Omari, ambaye sasa amehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Wakati mama yake akiwa katika hali hiyo, shahidi huyo alisema mganga huyo alimwamuru kuondoka hapo alipokuwa na kwenda chumbani kwake ili yeye, yani Omari, ambaye ni mganga abaki na mama yake ili amuuguze vizuri, akiwa chumbani kwake. Shahidi huyo alisema alimsikia mama yake akigugumia, na alipomuuliza Omari, kwa nini mama yake yupo katika hali hiyo, alimjibu kuwa anaharisha vitu kama shanga. Mganga huyo alimwambia kuwa anagugumia kwa sababu dawa aliyompa ilikuwa inaanza kufanya kazi, hivyo baada ya muda atatulia. Lakini wende alimwomba mganga huyo kuona hizo shanga, akakataa na kusema mizimu itafanya na kazi yake. Kulingana na ushahidi, baada ya muda hali ilitulia na kukawa kimya. Omari alimwambia kuwa waondoke hapo ili wamwache mama peke yake apumzike. Alipoomba ampe mama yake chakula, mganga alikataa, badala yake alimtaka shahidi huyo abakie chumbani kwake na aendelee kumwombea wakati yeye, yaani Omari, akiendelea kumwangalia. Wakati huo ilikuwa imeshafika saa tisa kamili alasiri. Kwa mujibu wa ushahidi waWende, shahidi huyo alieleza ma kama kuwa baadaye mganga huyo alimtaka ampe jembe shoka na jambia, wakati huo hali ya mama yake ikiwa imebadilika. Mganga huyo alimwambia kuwa sababu ya kuomba vitu hivyo ni kwamba anataka kusafisha eneo hilo kwa ajili ya mizimu yake ili kumwezesha kufanya kazi yake vizuri. kwa sababu hali ya mama yake ilizidi kuzorota kadri muda ulivyopita, kwa mujibu wa Wende, alieleza mahakama kuwa mshtakiwa alimtaka aendelee kubakia chumbani kwa na asiwe anauliza maswali mengi. Mganga huyo alimwita tena shahidi huyo na kumwagiza amletee nguo nyekundu, shuka la kimasai na sufuria, lakini akamwambia vitu hivyo lazima vikanunuliwe mjini, naye uende asingeweza kumwacha mama yake peke yake. Mganga huyo alimwambia kuwa mizimu ya kike inamwangalia mama yake, hivyo asiwe na wasiwasi wala hofu yoyote. Baada ya kauli hiyo, shahidi huyo alikwenda mjini na kununua vitu alivyohitaji taji na kumkabidhi Omari ambaye alivipeleka chumbani kwa mama yake. Alipoenda huko, mganga huyo alimwambia kuwa mama yake amepoteza fahamu, na shahidi huyo alianza kulia na kumuuliza mganga nini kimetokea. Omari akamtaka asiendelee kulia, kwani mizimu itamsaidia mama yake, hivyo asihofu. Uende alieleza mahakama kuwa baada ya muda mfupi, mganga alimtaka ampe nguo za mama yake ili mizimu imbadilishe nguo alizokuwa amevaa ili mhamishe kwa ajili ya matibabu. Alimwambia nguo hizo zipo chumbani kwa mama yake. Mganga huyo alimwambia aingie kwenye chumba cha mama yake achukue nguo haraka na kuondoka kwa kuwa mizimu imekizingira chumba chote. Alipoingia aliona kitanda cha mama yake kikiwa kimefunikwa kwa nguo nyeupe. Uende alisimulia kuwa mganga alimwambia hali ya mama yake ni mbaya kwa sababu amepoteza fahamu na akamtaka aendelee kumwombea wakati yeye gka kuokoa maisha yake. Shahidi huyo aliingia na kuchukua madela mawili kitambaa, yaani skafu, chupi na sidiria na kumpa Omari, kisha akarudi chumbani kwake na kumwacha mganga huyo akiwa amesimama mlangoni akisoma vitabu mbalimbali mbali. Wende aliendelea kueleza kuwa baadaye mganga huyo alimwambia anatakiwa awajasiri na amsaidie kumtoa mama yake nje ya nyumba ili mizimu ianze mchakato wa kumsogeza na wakati huo ulikuwa ume usiku wa saa tano kamili, mganga huyo alimtaka wende kuzima taa zote ili wambebe, na alimwambia wende ambebe miguuni pamoja na godoro, wakati yeye yani omari angembeba upande wa kichwani na kumtoa nje ya nyumba. Wakati wote huo, shahidi huyo alisema alikuwa anaamini mama yake yuko hai. Mganga huyo alimwelekeza njia ya kuelekea makaburi ya familia yaliyokuwa karibu na nyumba yao. Kulikuwa na mbalamwezi na walimchukua hadi umbali kama mita ishirini. Majirani walikuwa mbali na kulikuwa na giza licha ya mwezi. Eneo hilo limezungukwa na miti ambapo Omari alimwamuru shahidi huyo arudi alipotoka na amwache yeye na mizimu. Akamwagiza kuwa wakati anarudi asitazame nyuma hadi atakapofika nyumbani, azime taa zote na asubiri chumbani. Huende alieleza mahakama kuwa Omari ndiye pekee alibakia na mama yake. Baada ya muda kupita, kukawa kumepambazuka ndipo aliposikia dirisha la chumba chake likigongwa na sauti ya Omari ikisema na nukuu, tumerudi na tayari tumefanikiwa kumsafirisha mama yako, mwisho wa kunukuu. Omari alimwambia Wende asitoke nje ya chumba chake mpaka atakapompa amri ya kufanya hivyo, na alipomwona akitundika nguo zake alizokuwa amevaa usiku ule. Kwa mujibu wa Wende, alipofika asubuhi, Omari alisafisha mazingira ya nyumba kwa maji kisha kumwambia Wende kuwa anataka kuingia katika chumba cha mama yake. Wende alipokuja kuingia, alikutana na harufu ya ubani, akiwa anamchungulia kupitia dirishani, kwa kuwa alimwamuru asitoke nje. Alimwona Omari akiwa amebeba ndoo ambayo mama yake aliitumia kutapikia jana, na baada ya hapo alimruhusu kuingia chumba cha mama yake akisafishe. Usikose mwendelezo wa simulizi hii kesho, ambapo tutaeleza kilichoendelea na namna mauaji yalivyofanyika. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Usiache kulike kucomment kusubscribe channel ya Mwananchi Digital. Mimi ni Jesse Tunuka.